Mtu mmoja alisema kwamba ukizichukua pesa zote za matajiri duniani, yani zote, halafu ukagawanya dunia nzima kwa kila mtu akapata sawasawa, sawa kabisa, baada ya muda fulani hizo hela zote zitarudi kwa wale matajiri. Wale matajiri wataendelea kuwa matajiri na maskini watakuwa maskini. Kwa nini? Ni kwa sababu pesa huwa ina tabia ya kufata fikra za mtu, tabia zake na mtazamo wake. Kwa wale watu ambao wana mitazamo sahihi wana fikra sahihi na tabia sahihi ni watu ambao watavutia pesa. Jamani, pesa haitafutwi, pesa inavutiwa, umenielewa? Kwa hiyo eh, mtu ambaye hawezi kuvutia pesa ni mtu ambaye hana fikra za kiuchumi za kipesa, lakini pia tabia zake na mtazamo wake ni mbovu. Kwa hiyo hata umpe milioni mia, hizo hela zitaisha, zote zitaenda kwa wale watu ambao wana fikra za kimilionea, wana fikra za kumiliki pesa, lakini pia wana tabia ambazo zinafanya ile pesa iwakaribie au iwafuate. Sikia nikwambie, share like na comment ujumbe huu. Lakini pia kama wewe ni mtu ambaye unapenda kupata wazo la kuanza biashara kwa mtaji mdogo, bila kuathiri shughuli zako, na ujiingize kipato endelevu, na uweze kusafiri kimataifa na kumiliki usafiri ambao unaotaka kama mimi hapa, sikia nikwambie, chukua namba napita hapo, au kwenye bio, uje nikuelimishe.